Mimi ni mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Polisi Willy Joasi Mwamasika, ni mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Tanga. Tuko katika kipindi hiki ambacho ni kipindi cha kuelekea kupokea mwaka mpya mwaka 2026 tuna uaga 2025. Hivyo wito wetu kwa madereva lakini na wananchi wote watumiaji wa barabara kwamba kila mtu awe makini wakati tunauaga mwaka na kuukaribisha mwaka mpya. Kwa maana watu wengi, kunapofika sherehe za mwisho wa mwaka au mwanzo wa mwaka wanakengeuka, hasa katika udereva. Unakuta mtu ana furaha ya kuuaga mwaka, basi anatumia kilevi akiwa barabarani. Matokeo yake anaacha ku, kufanya kazi yake ya udereva kama inavyostahili. Tunasema dereva haruhusi kunywa pombe akiwa anaendesha. Yeye akitaka kusherekea sikukuu bola, akabaki nyumbani, akapaki gari, anywe anavyotaka, mpaka akiweza hata siku mbili hata wiki. Baada ya hapo, akimaliza sherehe yake akashika gari na, na kuiendesha. Lakini ni marufuku kwa dereva yoyote kuendesha gari akiwa ametumia kilevi. Lakini tunasema na udereva nao wa ujahili. Kwa maana tunahimiza udereva wa kujihami, ambao ni udereva ambao unajali watumiaji wengine wa barabara usijijali wewe tu. Kwa wito wangu kwa wananchi wa Tanga, lakini madereva, makondakta na watumiaji wengine wa barabara ni kwamba tuwe makini, ili tuweze kuaga mwaka salama na kukaribisha mwaka unaokuja salama. Tanga tumejipanga kufanya doria mbalimbali mbali katika barabara zote za mkoa wa Tanga, sio Tanga mjini, lakini tunasema barabara zetu zote za highway kwa maana kutoka Buiko mpaka Manga tumejipanga vizuri kuhakikisha hakuna mtu ambaye anafanya makosa ya usalama barabarani ambayo yanaleta viashiria vya ajali au uhatarishi. Kwa maana tunasema kwanza, Tanga barabara, barabara yetu ni nyembamba. Hivyo baada ya utafiti wa muda mrefu tumegundua kwamba ajali nyingi asilimia 96 zinatokana na kuovateki ovyo, na ndio maana tuna diri sana makosa ya kuovateki. Usipoovateki hakuna ajali, ukiovateki ajali ipo kwa sababu barabara ni nyembamba na barabara tunasema hazina, hazina mabega ya barabara road shoulder, hakuna kwa ina maana dereva anavyo overtake barabara ina mwadhibu hapo, hapo na adhabu yake ni ajali, na ajali ni ya kusababisha vifo au majeruhi na uharibifu wa vyombo. Kwao tunasema mtu asipo overtake Tanga hakuna ajali. mtu asipo overtake dereva asipo overtake Tanga hakuna ajali, lakini atakapo overtake ni kwamba ni lazima ajali itokee, kwa sababu tunajua barabara ni nyembamba, tuna milima mingi, mabonde, madaraja, na ndio maana unakuta watengenezaji wa barabara waliweka mistari kuruhusu kovateki na kutoruhusu kovateki. Kwa kwao tunawashauri madereva, pale mahali ambapo umekatazwa, alama zimekukataza, basi fuata ilo katazo. Sana sana, u, u, u, kama hujafuata ilo katazo, basi wewe tayari unatafuta mambo mengine na sisi tukikukamata ukiovateki ovyo, tutakufungia leseni, tutakuadhibu, tutakupeleka shule darasani ukasome upya ili uweze kufuata hizo alama za barabarani vizuri, ili ukirudi sasa unakuja kuwa dereva mzuri. Kwa ni waombe wananchi wa Tanga na madereva wote ambao wanapita kwenye barabara za Tanga kwamba waendeshe magari kwa kufuata sheria za usalama barabarani kwa kufuata amri kama unakatazwa kunaona kuna, kuna vibao vya amri kuna mistari inayokuelekeza, basi waifuate hiyo. Tanga utakuwa salama, wewe utakuwa salama, lakini watumiaji wengine wa barabara watakuwa salama. ukifu, uk, ukikiuka hayo hautakuwa salama. kwa Tanga hatuwezi kukuacha ukasababisha vifo ukasababisha majeruhi, alafu na sisi tukakupigia makofi. Hatutakupigia makofi, isipokuwa tutakukamata na tutakuadhibu kwa, kwa mujibu wa taratibu na sheria za usalama barabarani. Kazi ya bodaboda ni kazi kama kazi zingine. Wala sio nani. Serikali baada ya kulazimisha hiyo wamelazimisha usafiri wa bodaboda ili vijana waweze kupata ajira no. Lakini kuna baadhi ambao wanatumia vibaya, tulianza na wachache wakaja wengi, wakaja wengi baada ya mazalia, watu wengi wengine sasa wamekengeuka, wameanza kuonyesha tabia ambazo sio sahihi, lakini wengi wao wanakuwa na tabia ambazo ni nzuri. Mtu alianza na bodaboda moja, akaja na bodaboda mbili, akanunua mpaka tano sasa unakuta lihama kwenye bodaboda iko kwenye haisi mara ametoka kwenye haisi yuko kwenye costa. Tunao vijana wa aina hiyo ambao wameweza kutumia fursa hiyo vizuri, lakini kuna baadhi ambao wanatumia fursa hizo vibaya. Sasa ni matatizo ya kibinadamu. Sasa tuwatake tu kwamba nao waendelee kufanya kazi yao kwa misingi ya sheria. Wakifuata sheria, hakuna mtu atakayegusana naye, kwa maana kila mtu anatakiwa kutimiza wajibu, ndipo haki inafuata. Timiza wajibu dai haki, lakini kama hujatimiza wajibu kadai haki bado haitakusaidia. Lakini sisi ni wajibu wetu kama wasimamizi wa kitengo cha usalama barabarani kukaa nao na kuwafundisha na kuwaelimisha ili wawe watoe huduma stahiki kwa jamii, lakini na abiria tunajua kwamba sasa hivi bodaboda na daladala ndo zinazochukua umuhimu wa kwanza kuwapeleka watu makazini, kuwapeleka watu mahospitalini, kwenye biashara zao kwao ni kitu kwamba ni wao wanachangia pato kubwa la taifa, lakini wao hawajui umuhimu wake kwao. Tunazidi kuwaelimisha kwamba wao ni watu muhimu kwenye swala la ujenzi wa uchumi wa nchi yetu. Kwa jina naitwa Selemani Amri Abdalla naendesha gari za pongwe eh. Kiujumla ni kwamba mwaka huu ulioisha, twashukuru Mungu, ni kwamba mwaka umeisha, matatizo madogo madogo yalikuwepo, lakini ni mwaka ambao tunashukuru pia umeenda vizuri na ukizingatia kwamba kwa wenzetu wa barabarani kidogo saa hivi, hata ajali kidogo zimefanyaje zimepungua. So kama vile mwanzo umeona bwana, ukiangalia viongozi wetu wanatusimamia vizuri barabarani, na hususani swala la kuovateke ni swala ambalo lilikuwa ni swala ambalo linachangia sana ajali. Umeona, ni swala ambalo kwa linachangia sana kwa sababu mwendokasi, wakati mwingine unapoendesha gari kwa mwendokasi hata kama kuna tatizo dogo ambalo unaweza kulisolve kama gari ikiwa kwenye speed, huwezi kusolve, umeona. Lakini hasa hivi mtu yoyote anayepanda basi au anayepanda gari ndogo akaelekea barabara kubwa, anaona sasa hivi watu wanafuatana hivi. Ni, ni kero kweli, na kera kwa sisi madereva, unaona kwamba labda kipande kirefu unatembea utanui, lakini inasaidia vizuri, umeelewa? Ehe, kwa hiyo Jeshi la Polisi kwa swala hili la barabarani linasimamia vizuri sana na siku kama ya leo wengi wao siku ya leo wanaifanya kama vile ni siku ambayo labda ndio kufanya zile starehe kumaliza. Umelewa, eh? Sio nzuri. Hata sisi madereva siku ya leo watakuwa tuitumie vizuri, tusitumie kufanya kama labda leo ndo kama mtu anakunywa pombe basi ndo ajiachie kunywa pombe, kama anafanya hizi starehe nyingine afanye siku ya leo. Tutakuwa tuitumie vizuri ipite vizuri kama zilivyo tunapozitumia hizi siku nyingine.